Wataalam na watendaji wakuu kutoka Shirika la Aero Engine la China AECC, waliambia kongamano la usafiri wa anga kuwa uundaji wa injini ya turbofan inayozalishwa nyumbani kwa ajili ya ndege ya China ya Comac C919 yenye uzito mdogo imekuwa ikiendelea vyema katika majaribio ya hivi karibuni. Injini ya CJ-1000 iko katika majaribio na ilifanya kazi vizuri zaidi kuliko matarajio yangu ya matumaini, Shi Jianzhong, rais wa heshima wa Jumuiya ya Aeronautics ya Shanghai na naibu mkuu wa zamani wa Shirika la Ndege la Biashara la China Comac, kwa watengenezaji wa C919, alisema katika kongamano hilo huko Taicang, mkoa wa Jiangsu. Huku kukiwa na vita na nchi za Magharibi kwa ajili ya ukuu wa kiteknolojia, Shi alisema Alhamisi kwamba mafanikio ya injini yatatoa mfano usahimilivu wa mnyororo wa usambazaji wa China. Injini ya high bypass ya kwanza ya aina yake kuzalishwa nchini China imeundwa kuwa mbadala wa ndani kwa injini ya kisasa ya LEAP ambayo Comac inaagiza kwa sasa kutoka CFM International, upia kati ya GE Aerospace ya Marekani na Safrani Ufaransa. Hugo hugungwi, naibu meneja mkuu wa AECC Chengdu Engine, alithibitisha kwa posta kwamba CJ1000 itaweza kuwasha C919 kwenye safari za udhibitishaji hivi karibuni, kufuatia majaribio kwenye ndege kubwa ya usafirishaji ya kijeshi ya Y20 tangu mwaka 2023. Picha zimekuwa zikizunguka kwenye mitandao ya kijamii ya China zikionyesha CJ1000 kwenye majaribio ya Y20.